Wanawake wetu wanakufa, maternal mortality iko juu. Rate ya ukeketaji Garissa County iko at 83%. Hiyo ni nyingi sana, inamaanisha wasichana kumi wakiwekwa mahali, wasichana nane washapitia ukeketaji. Hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo tunasema wasichana wetu Mwenyezi Mungu waliwaumba vizuri, na kidini tumejumulisha mashekh mara nyingi, na wametuambia haiko kwa Qurani wala hadithi, pia kuna khilafu mara nyingi sana. Kwa hivyo tunawaomba mashekhe wetu pia wakuwa na msimamo dhabiti. Hii ni dhulma ya kijinsia, dhuluma ambayo inadhulumu mama inadhulumu msichana inadhulumu aina eh, yoyote ambayo jinsia ya msichana vivyote. Sisi kama wanaume, baada ya kuhamasishwa na kuungana uh, na vikundi kadhaa ambayo inahamasisha ina, ina watu kuhusu FGM, leo hii tumejua kwamba hakuna dhulma zaidi ambayo msichana anapata kuliko kukeketo.